kuleta fundisho hili basi, katika juma hili ma katika juma mbali tunaenda kwanza, tutakuwa tunaangalia, basi tunaambia kwamba vitakuwa ndivyo chanzo kuu ambacho tutaendeza kutumia kuweza kudanganya ulimwengu. Tutaweza kuona hali ya wafu na pia tukiweza kuzungumzia Sabato ya Mungu ya kweli ni ipi? Maanake tunaona kwamba kupitia vipengele viwili vikuu tunaambia kwamba itaweza kuwa nguzo kuu vya shetani kuweza kuwateka watu. Basi tutaweza kuangalia the state of the dead, ama hali ya wafu na tuweze kuangalia amri ya nne ya Mungu ambayo inaongelea Sabato, kwa maana tunajua kwamba tumepewa siku sita za kufanya kazi yetu na mambo yetu yote, lakini siku ya saba ni siku ambayo imetakaswa ikiweza kutengwa na kubarikiwa kwa kusudi ya mwanadamu, kuweza kukumbuka umbaji na kurudishia Mungu shukurani. Kwa hivyo nawaalika tena, tutapoingia katika somo hili na basi tutaweza kuanza na somo la hali ya wafu, maanake limeweza kuwa ni somo ambalo linasumbua watu wengi sana. E, watu wamekuwa wakiweza kusumbuliwa na hali ya wafu kwamba mtu anapofariki basi moja kwa moja anaenda mbinguni hiyo ni kulingana na watu vile wanasema, lakini sisi tutalinga tutaangalia ni kwamba Biblia inafundisha aje na Biblia inasema aje mtu anapokufa. Na ndio maana Ayubu anauliza katika kitabu cha Ayubu 14 na, na 14 mstari wake wa kumi, mtu hufa hufariki dunia, je yuko wapi? So ni swali ambalo pia nasi tunafaa tujiulize mtu anapofariki anaenda wapi? Na Biblia inajibu vizuri sana, inatuambia kwamba tusitajabie maneno haya katika kitabu cha John chapter 5 verse 28 na 29, kwamba tusitajabie maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo wafu wote waliomo makaburini. So mtu anapokufa hakika huwa anarudi makaburini, na tunaona katika kitabu cha Mwanzo Mungu anapomwambia mwanadamu, wewe mavumbini na basi mavumbini utaweza kurudi, maana katika ardhi ndiko ulikotualia na katika ardhi utaweza kurudi. So hilo ndilo ambalo tuweza kwa fundisho ambalo tuweza kuzungumzia, tuweza kuwa na part A part B, tuweza kuona tuweza kuona, kuona hayo mambo yote, na tuweza kuona ni vipi ambavyo Biblia inafundisha, ama tunaambiwa kwamba tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, Yesu Kristo mwenyewe akiwa ajue kula pembeni. So tunajua kwamba hakika mtu anapokufa na kusoma katika kitabu cha Zaburi, tunaambiwa kwamba katika Zaburi tunaambiwa kwamba makao kaburi ni makao yao wafu milele, hata milele daima. So tutaweza kuona fundisho hili na natuweze kuingia katika upana, tukaweze kuona ni kweli mtu anapokufa anaenda binguni jinsi ambavyo kumeweza kuwa na ubiri wengine ama watu wengi wanaofundisha namna hiyo, lakini tunajua kwamba hiyo ni kinyume na maandiko matakatifu. So basi naomba tukaweze kupata dua tukaweze kuingia moja kwa moja katika somo letu. Mahali pote mlipo, watu wa Mungu, tunazidi kuwakaribisha tunaona ni vyema tukiweze kuwa na somo hili, maana limeweza kuteka wengi, na hakika tunashukuru Mungu sana, kwa maana tunaambiwa kwamba haya mambo yameweza kuwatuandikiwa sisi, ili kwamba tukiweze kujifunza na kuweza kujua, maana Mungu anasema kwamba tutakapofahamu kweli, basi kweli yake itaweza kutuweka huru. Hiyo ni katika kitabu cha cha Yohana injili nane mtaro wake ni wa thelathini na mbili. So bila kupoteza wakati, popote ulipo mtu wa Mungu, naomba ukiweze kutafuta sehemu tukiweze kuomba, ili kwamba tukiweze kuitisha kibali cha mwenyezi Mungu aweze kuandamana nasi tunapoanza hili somo letu, ili kwamba tukiweze kubarikiwa kwa pamoja. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, tunakushukuru tena, ni wakati mwingine ambao umeweza kutukimbilia maisha haya, umeweza kutupa nafasi nyingine, muda mwingine wa kutubu na kuweka dhambi kando. Tuongoze, tujalie, tuingiapo katika somo hili, nitumie tu kama chombo kadri ya uwezo wako, kadri ya uwezo watu, kwa jina lako na utukufu wako. Mimi tu ni mtenda dhambi kama wanadamu wenzangu, ninahitaji neema yako kwamba nikiweza kurudisha tabia yako, hayo yatawezekana iwapo tutaweza kupokea wewe uliye njia, kweli na uzima. Basi nisaidie, ukiweza kusaidia pia wasikilizaji wetu dada zetu na kaka zetu katika imani, ili kwamba tukiweze kupokea wewe ambaye ana uwezo wa kuweza kutubadilisha kutoka katika asili hii ya dhambi, ili tukiweze kuingia katika hali ya uungu ama hali ya utukufu, basi jina lako likiweze kutukuza kutukukwa na ni kwa Yesu tumomba, na atakuamini Amen. Ya karibuni tena ndugu zetu na dada zetu. Kwa wale ambao ndo wanaingia, tumesema basi, katika wiki hii tukiwa leo tuko katika siku ya maandalio, kwa wale ambao wanafahamu kile ambacho anasema, tukiwa tuko katika siku ya sita, maana tumeambiwa kwamba siku ya Mungu huanza jioni, hata jioni jua inapo Tour. So tukiwa tuko katika Friday siku ya maandalio, basi tunataka tukiweze kuwa na somo katika wiki hili kadri wa Mungu atavyo kutuwezesha, tuweze kujifunza mambo mawili ambayo tunaambiwa katika kitabu cha Pambano Kuu kwamba kupitia mambo hayo shetani ataweza uweza kuleta madanganyo mengi kupitia hali ya wafu ama the state of the dead, na Sunday sacred, sacredness kule kuheshimu siku ya kwanza ya juma kama Sabato, maana tunaambia kwamba kupitia hayo maneno shetani ataweza kuwadhoofisha wengi. So basi tukaona kwamba ni vyema tukiweze kuanza na somo hili la hali ya wafu. Ama the state of the dead, hakuna jambo ambalo limeweza kuwa likisumbua wanadamu sana kama jambo hili la hali ya wafu. Maana kuna wengine wameenda zaidi hadi wakasema kwamba wanaona a watu wakiwatembelea wakiwaajilia, kwaletea ndoto, maono, lakini najua kwamba hii yote ni mipango ya shetani, na tuliambiwa kwamba shetani anajigeuza kuwa malaika wa nuru. So shetani kupitia hao wafu analeta picha zao analeta fikira zao, ili kwamba aweze kuteka fikira zao, ili wale ambao wajaweza kuwa imara katika neno la Mwenyezi Mungu, basi huenda wakaamini na wakabebwa na dhana kama hayo. Bali sisi tumeweza kupewa neno ambalo tunaambiwa kwamba ndio kinga na ngao letu, naposema katika kitabu cha Efeso Kwanzia mara wa ambiwa kwamba tumepewa neno la Mwenyezi Mungu liweze kuwa ngao letu ili kwamba tukiweza kuzipiga ila, ila za shetani ni kwa ni gani, bali na siku 40 usiku na mchana anaweza kusimama na kwamba imeandikwa. So pia sisi haya mafundisho tutaweza kuyapata katika maandiko matakatifu na jinsi ambavyo Roho wa Mungu atakavyo tuelekeza, basi bila y kupoteza wakati, wacha ni wakaribishe kwa wale ambao wanajoin ama wanaingia kwa mara yao ya kwanza ama hivi sasa, na tunataka tuendelee kujifunza tukiweza kujikuza kiimani maana tunaambiwa kwamba e, chuma hunoa chuma. So hapa tunahitaji kukuzana na kuelimishana, tunahitaji kukuzana na kuelimishana. So naomba niingie moja kwa moja katika fundisho letu. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Methali ishirini na tatu ishirini na tatu. Eh, tunaambiwa hivi, Sulemana anatuambia hivi kwamba inunue kweli wala usiuze. So, mambo ambayo tunataka kuyanunua kuyapata hapa hivi katika maandiko tunaambiwa tusiweze kuyauza, maana yake nini? Tunapoyapata basi tusiyaruhusu yakaweze kutuondoka. Na katika kitabu cha methali hiyo nane mstari wa thelathini na mbili anatuambia kwamba ama wanaposoma kitabu hicho cha Methali, ama Proverbs 12:1 unasema kwamba yeye apendaye mafundisho hupenda hekima ama maarifa. So basi mtu wa Mungu achaukiweze kwanza moja kwa moja somo hili. So wengi wanafikiri kwamba mtu anapokufa uh, kwa moja binguni, lakini sivyo. Tunaambiwa hivi japokuwa sina Biblia hapa karibu lakini, naomba wewe ukiweza kufungua Biblia yako. Haya ni maandiko tu nimeweza kuyenakili katika kichwa so, na nimeona ni vyema Mungu niweze kutumia wakati huu ambao niweza kupata nafasi, ingawaje niweze kuwasilisha kile ambacho niko nacho. So tunaambua katika kitabu cha Ayubu, tunauliza, kuna swali inaulizwa pale, mtu huifa, ufariki dunia, huenda wapi? Hiyo ni katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wake ni wa kumi. Mtu anapokufa huenda wapi? So nasi pia tunafaa tujiulize hizo swali. Mwanadamu anapokufa hakika anaenda wapi? Anaenda binguni jinsi ambavyo wengine wanasema anaenda binguni ama anaenda wapi? So hili ni swali ambalo tunafaa tuweze kujiuliza watu wa Mungu. Na Biblia haina hakuna hakuna swali lolote ambalo utauliza Biblia ikose kukujibu. Mungu aliweza kujua fikira za wanadamu na aliweza kujua maswali yote ambayo wataweza kuuliza, basi akaweza kuweka majibu pale. So tunaanguka hivi katika kitabu cha Mhubiri tano na sura ya tisa kwa maana wote walio hai wanajua kwamba watakufa, badi wafu hawajui jambo lolote. Tunaambiwa kwamba wote walio hai wanajua kwamba ipo siku watakufa lakini wafu hawajui jambo lolote. Ndakuja niweze kufanua hilo zaidi. Wacha kwanza tuweze kujibu hili swali ambalo Ayubu tumeweza kuulizwa katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 10 kwamba mtu anapokufa huenda wapi? Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Yohana, unaposoma Yohana, naomba ufungue Biblia yako, tuone kama hiyo andiko inasema hiyo. Unaposoma kitabu cha Yohana Injili 5 mstari wa 28 na 29. Tunaambiwa kwamba tusistaajabie mambo hayo, kwa maana saa inakuja ambayo wafu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, na watatoka; wale waliotenda mema kwa wapate uzima wa milele, wale waliotenda mabaya wapate ghadhabu. So, Biblia inaweka wazi haijalishi kama mtu alikufa akiwa ametenda mema, ametenda mabaya, wote wanapokufa basi wapo kaburini wanangojea hukumu. Maana ndio maana tunaambiwa hivi kwamba heri wafu walio katika Bwana, maana matendo yao yambatana nao. Hiyo ni katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 13. So, baada ya kujua kwamba mtu anapokufa anaenda kaburini ama ea, anapokufa anaenda kaburini. So hiyo inatuonyesha kwamba mtu anapokufa haendi mbinguni. Tutakuja kuona. Kwa nini anaenda kaburini, maana tuliambiwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alimwambia mwanadamu katika Mwanzo, natumai mstari wake ni wa kumi na nane hadi kumi na tisa kwa maana u mavumbini na mavumbini utarudi. So mwanadamu alipotuliwa mavumbini, Biblia ikasema kwamba wakati atakapofariki ama atakapokufa mavumbini atarudi. Na Mungu alipomuumba mwanadamu alimwumba kutoka katika udongo, basi akampulizia pumzi ama akampulizia pumzi, akawa nafsi hai ama kiumbe hai, akampulizia pumzi akawa nafsi hai. Swali so, kutoka katika ardhini hiyo na katika, unaposoma kitabu cha Genesis, ukisoma lakini nini, the whole story inapatikana katika Genesis chapter 2. Ukuje hadi uone Genesis chapter 3 ambapo tunapata mwanadamu basi anapojaribiwa, anaweza kuanguka katika dhambi basi kifo chanzo chake kinaanzia pale. So baada ya kuwa kwamba ameumbwa kutoka katika ardhi, Biblia inasema kwamba wewe mavumbini na mavumbini utarudi. So alipopewa pumzi, pumzi inapomtoka mwanadamu anakufa na anaerudia ardhi. Na pumzi hiyo tunaambiwa kwamba iko katika pua yake, unaposoma katika kitabu cha e, eh, Job 27:3 kwamba Mungu alim aliweka hiyo pum, iyo pumzi ya uhai katika pua ya mwanadamu. So pumzi hiyo inapotoka, hiyo ndio inamrudia Mungu. Sio kwamba mwanadamu anapokufa anaenda mbinguni. Hapana. Na ndio maana Daudi anatuambia kwamba hivi, hatutaki mkose kujua habari za baba yetu Daudi katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2:39 kwamba alikufa akazikwa na kaburi lake liko hata kwetu leo na vastati Ukienda ukiendelea kwa maana, Daudi alikufa hakuenda binguni, hakupaa binguni. Naambiwa kwamba kaburi lake liko hata leo. So naambiwa kwamba mtu anapokufa anaenda makaburini angoje ufufuo, na ufufuo utalingana kwamba anafufuliwa aweze kupata hukumu ama anafufuliwa aweze kupata taji ambayo ni uzima wa milele. Na katika hii hali ya wafu tumeona watu wengi wakidai kwamba mara kwa mara wanatembelewa na watu ambao wamekufa. Hapana ndugu zangu, hapana kaka yangu, hiyo ni mizimu, na ni shetani ndiye ambaye analeta haya kupitia kup kupasoneti, yani anachukua sura ya mtu fulani anakutokea, unaamini kwamba nilitokewa na babu yangu, nilitokewa nani. Hapana, vitu kama hivyo hakuna katika maandiko. Kwa nini tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Mhubiri 5:9 Mhubiri 9:5, kwamba kwa maana wa, wote walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Kumaanisha hata umwongelee, hata umtukane, hakuna jambo ambalo analijua na kumbukumbu lao limesahulika. So, kama kumbukumbu yao imesahulika, hii inamaanisha kwamba Wakristo Hatufai kufanya vitu kama makumbusho ya watu wafu. Ndio maana huwa mimi nashangaa mara mingi sana. Mbona tufanyie maiti ibada? mbona tuienzi? Eh? Unapata mtu alipokuwa anaishi hapa duniani ameishi akiteseka. Anapokufa sasa ndio watu wanajikeza kwamba kuna ule anamnulia nguo ya bei kali ambaye hajaweza ajai kuvaa wakati ambaye kuwa amekuwa akiwa hai. Unapata anapokufa ndipo katika matanga yake vitu vinaekwa, vitu vinapambwa, chakula kinakuwa, na labda mtu huyo alikufa katika hali ya kukosa chakula. Hiyo inatukumbusha ni kwa jinsi gani, ama inatufunza kwamba ni kwa jinsi gani watu wameenzi maiti kuliko mtu aliye hai. Na hili somo lilianzia wapi, watu wa Mungu? Ili tuweze kuelewa somo hili, lilianzia katika Mwanzo, na naambia kwamba aliyelelileta ni Shetani. Maana kabla sijaenda kwa Mwanzo, naomba kwamba tufunue Biblia zetu katika kitabu cha Yohana, Yohana 8, nadhani ya Yohana 8:44. Niambie kwamba nyinyi na Ibilisi alikuwa muowaji tangu mwanzo. Hakuenda katika kweli maana kweli haimo ndani yake. Ibilisi ndiye alikuwa muowaji tangu mwanzo. Aliua nani? Hiyo tutaweza kuona. Na ni jinsi gani aliweza kuwa muowaji? So, yeye ndiye ameleta fundisho hili na kuweza kushika fikira zetu, kwamba sasa imekuwa kwamba ni fundisho ambalo hata kutoa katika akili za watu inahitaji kwamba Mungu akiweze kutenda kazi. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba akiwa perfect, akiwa katika njia kamili. hiyo ni katika Mwanzo moja Genesis chapter 1 verse 30 na 31, kwamba Mungu akaona kwamba kila kitu ambacho ameweza kufanya ni chema na chapendeza katika machoni mwake. Vitu vyote ambavyo Mungu alimba vilikuwa perfect, lakini sasa baada ya Mungu kupeana amri kwamba katika bustani la Edeni waweza kula kila kitu, lakini mti wa matunda mema na mabaya usiweze kuula, siku utakapo kula utakufa. Hakika naye shetani alipopatana na mwanaume, maana Mungu alikuwa amemwambia Adam, usitengane na mwanamke, usitengane na mwanamke huyu. Lakini tunaona kwamba walipoachana tu watu kidogo, basi shetani akaweza kupata nafasi, akamjia na akamjaribu. Hiyo ni katika Genesis chapter 3 verse 1 akamuuliza swali nyepesi sana kwamba Mungu amesema msikule matunda haya. Mwanamke akajibu akasema, la, twaweza kula matunda haya.